Ni kwa wakati mwingine tena, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tunakutana hapa katika chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Siku ya jana tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mstaafu Profesa Musa Asadi alionekana kwenye jukwaa la kikao cha chama cha demokrasia na maendeleo Chadema akizungumza mambo fulani fulani ambapo inaelezwa kwamba Profesa Musa Asadi alikuwa akitoa mafunzo ya uongozi kwa viongozi wa chama wakiwemo wajumbe wa kamati kuu, sekretariat ya kamati kuu, makatibu wa kanda na viongozi wengine. Kitendo cha Profesa Musa Asadi kuonekana Chadema kimezua gumzo sana miongoni mwa Watanzania huku wengi wakitamani kujua imekuwaje tena Profesa Musa Asadi yuko Chadema. Taarifa za ndani zinasema Profesa Musa Asadi, mhadhiri Yudism wa wapiga darasa vigogo Chadema, aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mstaafu. Profesa Musa Asadi amekuwa miongoni mwa watoa mada katika mafunzo ya viongozi wa Chadema. Viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, wakiwemo wajumbe wa kamati kuu watajifungia kwa siku mbili kupigwa darasa la uongozi. Mafunzo hayo kwa viongozi akiwemo mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipasilisu yameanza siku ya Jumatano Machi 12 mwaka huu wa 2025, makao makuu ya chama hicho Mikocheni jijini Dar es Salaam. Walengwa wa mafunzo hayo ni wajumbe wa kamati kuu, sekretariati ya kamati kuu, makatibu wa kanda na viongozi wengine Eh, yanatolewa kipindi ambacho ya kuna mabadiliko ya viongozi hao. Mabadiliko hayo yanatokana na kuhitimishwa kwa chaguzi za chama hicho Januari 21 mwaka huu wa 2025 kwa kupatikana kwa viongozi wapya akiwemo Tundu Antipasilisu ambaye alimshinda Freeman Aikaeli Mboe. Aidha, makamu wenye eh, makamu wenye viti na naibu makatibu wakuu nao ni eh, nao ni wapya isipokuwa katibu mkuu John Mnyika. Makatibu wa kanda kati ya kumi wa chama hicho watano ni wapya sawa na wajumbe wa secretariat ambao wameteuliwa siku ya juzi Jumanne Machi 11 mwaka huu wa 2025 na kamati kuu. Katika siku ya kwanza ya mafunzo hayo watoa mada walikuwa watatu ambao ni aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mstaafu wa zamani eh, Profesa Musa Asadi na mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM Filbert Komu. Siku ya Alhamis itakuwa siku ya mwisho ya mafunzo hayo na kutakuwa na watoa mada wengine. Siku ya Alhamis ni siku ya leo. Hebu twende tukapate kumwangazia huyu Profesa Mussa Assad kwa undani zaidi, tupate kujua ni kwa nini aliteuliwa kuwa CAG na kisha baadaye kutumbuliwa katika nafasi hiyo, na, na kwa nini amekuwa hapo katika jukwaa Eh, la kikao cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Wasifu wa Profesa Musa Asadi. Profesa Musa Asadi, kabla ya uteuzi wake, Bwana Asadi alikuwa profesa mshiriki idara ya uhasibu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Asadi ni msomi mwenye weledi, ujuzi na uzoefu mkubwa wa uhasibu na udhibiti wa fedha, ambaye ana shahada ya uzamivu wa uhasibu, yani PhD in accounting kutoka chuo kikuu cha Southampton, Uingereza mwaka 2001 na shahada ya uzamivu katika udhibiti wa fedha yaani MA in Financial Accounting kutoka chuo kikuu cha Dublin City, jamhuri ya Ireland mwaka 1991. Profesa Asadi pia ana eh, Profesa Asadi pia, ana stashahada ya kitaalamu ya uhasibu yaani Professional Diploma in Accounting kutoka chuo kikuu cha Dublin City mwaka 1990 na shahada ya biashara yani Bachelor of Commerce ya chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1988. Na pamoja na uzoefu wa kitaalamu Profesa Musa Asadi anao uzoefu mkubwa katika eneo la uhasibu na ukaguzi. Alikuwa mwenyekiti wa bodi ya wahasibu na wakaguzi yani, NB, yani NBAA kwa miaka saba kuanzia mwaka wa 2007 hadi mwaka wa 2014. Ni rais na mjumbe wa chama cha wahasibu Afrika yani, Pan African Federation of Accountants tangu mwaka 2012 na ni mjumbe wa bodi kadhaa za wakurugenzi nchini Tanzania. Ndiye huyu mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG aliyeondolewa katika nafasi hiyo. Toa maoni yako kisha eh, share lakini baada ya e, kukupa habari hii kuhusu Profesa Musa Asadi, hebu tuende tukapate kuangazia ama kutazama baadhi ya maoni ya wananchi ama Watanzania kufuatia habari hii ama kufuatia tukio hili la Profesa Musa Asadi kutokea katika e, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Katika upande wa maoni e, nitakusomea ama nitakupa baadhi tu ya maoni ili kusudi nawe pia upate kuona ni kwa jinsi gani watanzania wenzako wameipokea hii ya profesa Musa Assad kutokea katika e, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, huku e, ikidaiwa ama ikielezwa kwamba amekwenda hapo kwa lengo la kutoa mafunzo kwa viongozi ambao wameelezwa. Katika upande wa maoni ipo kama ifuatavyo. Kuna mmoja hapa, yeye anasema ndio siaiji wangu bora kuwahi kutokea ndani ya Bongo. Lakini pia kuna ye mwingine hapa, yeye anasema Oya, chama kinaanza kupendeza sasa, kinaanza kuwa chama tawala. Haya ndiyo mambo ya kufanya kila siku. Huyo jamaa anazo akili nyingi sana. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema tuseme nini tena kwa Tundu antipasilisu. Huu ni ushawishi mkubwa sana, naona watu wachukulie poa kumshawishi mtu prominent kama Profesa Musa Asadi kuja tu kutoa mafunzo tena kwa upinzani, ambako ni riski guys to take easy lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema, hii ni njema sana kwa CHADEMA na namna ya kupata elimu ya uongozi kutoka kwa wabobezi. Kuna sura zikionekana inapata amani kuwa hawa ni walimu wa haki. Profesa Asadi ni mtu sahihi kwa darasa za uhakika. Kila laheri kwenu nyote, somo la uongozi likaeleweka likaeleweke. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema jambo jema sana, inahitajika programu kabisa ya kuwajengea uwezo viongozi na watendaji stadi za usimamizi wa fedha na kuchambua taarifa za ukaguzi. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema kweli, chama kimepata msomi good to see. maana wanasiasa wetu huwa wanaamini wanajua kila kitu. Tundu Antipasilisu anarudisha siasa yenye content. Lakini pia kunaye mwingine hapa yeye anasema huyu mtu wa maana kabisa huyu. Mmoja ni sawa, mtu mwadilifu humtambua mwadilifu mwenzake. Tundu antipasilisu na Asadi ni watu wasafi, hakuna kona kona. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema profesa ni baadhi ya wa wasomi Tanzania wanaosimamia ukweli na kuitendea vyema taaluma yake. Kwa uelekeo huo wa tundu antipasilisu kusimamia ukweli, taifa litakuwa na maono mazuri ya kizazi kijacho. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye anasema hongera CAG mstaafu kwa nondo zako kali kwa viongozi wetu, hasa wale wenye mawazo hadi ambao hawajakubali matokeo, wanawaza sura na sauti ya mtu badala ya katiba na bendera ya Chadema na malengo mapana ya kudai katiba.